Tukiendelea na habari zingine ni kwamba shirika la IGAD limetoa mapendekezo la kuungana pamoja kwa mataifa chama katika kanda ya Afrika Mashariki. Hii ni wakati wa washa uliofanyika katika mji mkuu wa Nairobi, ambao umeangazia mengi hasa katika njia za kuinua viwango vya uchumi vya mataifa chama. Wataalam wa usalama wa kikanda, maafisa wa serikali na viongozi wa jamii walikusanyika Nairobi, Kenya, wiki hii warsha wa ngazi ya juu iliyolenga kuimarisha juhudi za ukanda dhidi ya uhamasishaji wa, wa ghasia uh. Kikao hiki kilichoitishwa na shirika la IGAD kililenga kuzuia na kupinga uhamasishaji wa ghasia kudhibitisha vifaa vipya vilivyotengezwa ili kukabiliana na mabadiliko ya haraka ya vitisho vya ugaidi. Hivyo kutoka hiyo strategy, mpangilio huo, tukaweza kuweka mikakati ambayo imekuwa ikituongoza katika kazi zetu. Sasa miaka imepita zaidi ya tano, tunaangalia ni yapi, tunaangalia, tunaangalia ni yapi tumefanya vizuri pali pali wapi, hatukufanya vizuri, tunastahili kurekebisha wapi, yapi ya mapya yashatokea ambayo tunatakiwa kusoma, kuyaiga kutoka si nje tu, bali sisi wenyewe katika nchi e, e, e, zetu ambazo ni wanachama wa, wa, wa, wa IGAD. Akizungumza katika hoteli ya Trademark Gilgil, mkurugenzi wa IGAD daktari Simon Nyambura alisitiza umuhimu wa kutoa njia zinazotegemea ushahidi na zinazozingatia jamii kama njia bora za kukabiliana na ugaidi. Sisi tunaangalia na tuna uhakika ya kwamba eh, huu mpangilio strategy, utasaidia nchi zetu ambazo zinatengeneza strategy zao mipangilio yao, zile ambazo zinaangalia zina, zina, zina upya mikakati yao ya kwamba kuna eh, masomo ambayo watasoma kutoka kwa hiyo kuna mambo ambayo wanaweza kuigiza ambayo yako pale, eh, ambayo itaweza kuunganisha sisi tuwe na, na, na, na maono moja ya vile ambavyo tutaelekeza eh, eh, shughuli zetu za kupambana na ugaidi. Kilichobainika wazi ni ushawishi mkubwa wa teknolojia, hasa akili mnemba maarufu kama AI na mitandao ya kijamii katika kuunda njia mpya za kuajiriwa kwa makundi ya kigaidi.

ushauri huu ulipendekeza kuwekeza haraka mikakati ya kidijitali, uhamasishaji mzuri wa ufuatiliaji wa mtandaoni na ushirikiano wa kina e, kwa wanachama wa IGAD ambao ni nchi zetu. Kwanza ni kuwashukuru kwa ule usaidizi mmekuwa mkitusaidia. E, tunashukuru vile mmeweka mikakati muhimu ambayo imeweza E, kupunguza e, uwezo wa hawa magaidi e, kuumiza ama kuua watu wetu. Tunaomba muendelee hivyo. Tunaomba nchi ambazo hazina hazijatengeneza mpangilio wa strategy. Please waweze kuiweka, kuitengeneza ndio ikuwe kiegezo kizuri cha vile ambavyo tutaendeleza shughuli hizi. Kwa hivyo nikushukuru sana wanachama wote wa IGA wa kwa vile wamekuwa wakituunga mkono na kutusaidia katika shughuli hizi. Utafiti umeonyesha maendeleo lakini pia umebaini mapungufu yanayobaki, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa fedha za kutosha na usimamizi dhaifu wa shughuli. Wakati IGAD ikirekebisha vifaa vyake na kuandaa majaribio mapya katika ukanda, matumaini ya kuwa na mustakabali salama zaidi na wenye ustahimilivu yanaendelea kuibuka, ikijengwa kwa nguvu za jamii na chini hadi juu.